Ya ma'ashara al-ikhwan alaykum bi ta'ati Dayyan iyyakum an tuhmil awqatakum fatandamu yawman ala ma fatakum. Ahibba fillah, leo tunaendelea katika kitabu chetu Nawaqidhul Islami, vichenguzi vya Uislamu, vitendo ambavyo muislamu atakavyofanya vitendo hivyo muislamu huyo atatoka katika uislamu wake. Na kila muislamu ni haki yake, ni wajibu juu yake ajikinge na kujirinda kutokana na matendo ambayo yatakayomtoa katika uislamu wake. Allah tuongoze kunako hilo. Ahiba fillah, leo tupo katika kichenguzi cha tano, baada ya kueleza kichenguzi cha nne, katika vichenguzi vyetu kumi, kichenguzi cha tano kinatuambia: man abghada, man abghada shay'an mimma jaa bihi rasul walau amil, walau amila kafara bihi, au kafara. Anatuambia Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala man yoyote katika muislam abghadha shay'an anachukia lolote, mima jaa bihi rasul, kile ambacho alichokuja nacho mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kipi ambacho alichokuja nacho mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Kila mmoja, jambo hili kwake ni liko wazi. Mtume amekuja na dini ya Uislamu, dini ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam ameifundisha na ameifikisha ipasavyo. Ikatokea katika muislamu man amana billah wal yawmil akhir, ambaye amefikiwa na ujumbe wa mtume sallallahu alaihi wasallam na amefikiwa na khitabu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam au kutoka kwa Allah subhana wataala. Mathalan Allah subhana wataala, miongoni katika mambo amefanya wa ni wajibu aswala, mwislamu afanyeje aswali. Ikatokea kwa huyo mwislamu kuswali kwake akawa anachukia. Naam, kuswali kwake akawa ni mwenye kuchukia juu ya hiyo ibada. Au Allah subhana wataala aujaba zakat amewajibisha zaka, ikawa mwislamu kutoa zaka kwake anaichukia. Kama hivi sasa, watu pesa wanazo, mali wanazo, na wanazozimiliki katika mali zao zimefikia kiwango cha kutoa zaka, lakini hawatoi. Limadha? Kwa sababu wanayakusanya, wana, wana mali zao na kuyamiliki, wanaona uzito kwamba kutoa zaka ni sehemu ya kupungukiwa katika mali zao na wengine wanatolea kauli kabisa kwamba ili jambo hapana aliko sawasawa, kwamba mtu anaona kwamba jitihada, elimu yake, mali zake, amezipambania ile mali, kwa kuitoa katika njia ya Allah kwake ni ngumu sana. Naam, wachelia tu zaka, hata sadaka, watu wanashindwa kutoa pesa zao, mali zao, kuwasaidia waislamu wengine au kuwasaidia ndugu zao au kutoa katika kheri yoyote miongoni katika kheri ambazo huenda akifanya mtu huyo, tajiduhu inda Allah, atakuta kile alichokitoa mbele ya Allah khairan wa a'dama, ni bora na ni kikubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikatokea kwa huyu mwislamu abghadha, anachukia na kukasirika juu ya kufanya kwake ibada anakasirika juu ya kutoa kwake zaka, anakasirika shay'an mimma jaa bihi rasul, chochote ambacho alichokuja nacho mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walau wa amila, japo amefanyia kazi. Kazi ipi? kile ambacho kilichokuja katika amri, ima sala, imma zaka, imma alhaju, ima azaka wamaashbaha dhalika, akawa anahiji au anaenda ij hali yakuwa nafsi yake abghad anachukia amekasirika, anaona kwamba jambo kwake ni tabu, anaona kwake lina uzito. Au akafanya ibada ya kumwelekea Allah subhana wa ta'ala hali yakuwa amemwelekea Allah kwa uvivu, kwa unyonge, amekasirika, ame-, yani ni mtu ambaye hana amani wala raha. Tena mbaya zaidi, unakuta haifanyi hata kwa uzuri hiyo ibada yenyewe na pia zaka, sadaka zote, mtu akafanya kwa hali ambayo abghadha fi nafsihi, akaichukia akaona uzito ndani ya nafsi, nafsi yake. Huyu anaingia katika kundi la wanafiki, kundi la wanafiki. Tena unafiki wenyewe anaofanya katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, na anafanya katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amezungumza ndani ya Qurani akasema Pindi utakapotaka kuwaona waja wangu miongoni katika waja ambao ni wanafiki, idha qamu fi salati qamu kusali, kwamba wakisimama kwenye swala basi utaona nasimama kwa ku- kwa, ku vivu, kwa unyonge, kwa, kwa kiasi kikubwa ambacho wanachukia hata kuifanya ibada yenyewe. Ahiba fillah wala wa amila bihi japo ameifanyia kazi, iko kitendo ambacho anachokichukia, madamu kakichukia ndani ya nafsi yake, kafara. Huyu amemkufuru Allah subhanahu, hakika huyu ametoka katika Uislamu. Tumalizie na kichenguzi cha sita, asadi su kichenguzi cha sita miongoni katika vichenguzi vyetu kumi ambavyo vitakavyomtoa mtu katika Uislamu. Inatuambia manistahzaa Bishayin, yoyote mwenye kufanya mzaha kwa lolote min dini rasuli, katika dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam, au thawabillahi wa iqabihi au thawabillahi au iqabihi, katika thawabu za Allah subhanahu wa taala au adhabu za Allah, na akaleta mzaha e, au katika iqabi zake, kafara mtu huyo amekufuru, tuweke nukta hapo. Uislamu, tukisema kwamba istihza katika dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni ipi? Tunaona hivi sasa mitandaoni watu wanavyoitumia vibaya kuhusiana na dini. Kuna wengine wanatengeneza filamu kupitia Uislamu kuonyesha kwamba ndio uhalisia wake. Hivi aliruhusiwi katika Uislamu haswa katika masala ya thawabu za Allah subhana wa ta'ala kwa mja wake. Mfano, utakuta inaonyeshwa filamu kwamba mtu kafanya ibada, baada ya kufanya ibada mtu anaonyeshwa mema ya yale ambayo aliyoyafanya katika ibada yake. Je, mimi na wewe, nani ambaye anaweza kuona thawabu za Allah subhana wa ta'ala mpaka ukazifanyia mfano kuleta tamthilia au filamu ya thawabu mtu akifanya tendo la kheri, kisha ukamlipa thawabu eti kwa filamu, kitu ambacho kiingia hakilini, kitu ambacho akiingi hakilini. Hakika jazaa ya Allah subhanahu wa ta'ala wataala, yeye ndiye anaifahamu thawabu zake, bali itazungumziwa atapata thawabu kumi. Hiyo kumi ina ukubwa gani? ina uzito gani? hakuna tunaijua katika sisi viumbe wake Allah subhana wataala, hilo tunamwachia yeye Allah subhana wataala wa kwa sababu ya'lamu ghaib, anajua iliyojificha Allah subhana wataala, au iqabihi au adhabu. Tunaona sasa hivi watu watengeneza filamu, wanaeti kwamba wanatemia njia ya tarhibu wa targhibu, kuhamasisha na kuhofisha njia ambayo utakuta mtu anatenda uovu, ima anajifanya anakunywa pombe au ima anafanya machafu, kisha yule mtu anakuja kufa au anakuja kutolewa roho na sakatul mauti. Ile roho unaona kabisa filamu inavyotengenezwa inavyoundwa undwa, inatolewa ile roho, inapelekwa motoni. Subhanallah, subhanallah, ni hatari sana. Mtu anaumithilisha moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuedikti, kwa kutumia mitambo, kwa kutumia filamu, ni jambo ambalo Allah hakupigia mfano wowote katika moto wake wa miongoni, katika mioto hakuna mfano, hakuna mfano. Hata huu moto tunaotumia hapa duniani haukufanyiwa mfano na moto ule ambao unaozungumziwa katika Jahannam, Haukuzungumzia, haukumithilishwa hilo. Lakini sasa hivi utaona Waislamu wanafanya eti ambazo zika, zika, zina, wanatumia eti tarhibu wa targhibu, la ya juzu katika Uislamu hilo jambo. Waislamu tunapaswa kuwa na misimamo katika dini yetu, isitokee vikundi miongoni katika vikundi wakatumia Uislamu eti kutumia filamu thawabu za Allah subhana wataala mtu ndo anakuwa analipo katika jazaa katika kheri, alafu duniani, alafu pia eti mtu ikabi za Allah subhana wataala mtu zinaonyesha duniani, eti tunaona kwenye filamu e, eti mtu anai- anaingizwa motoni anachomwa e, malaika anamvuta anampiga lungu e, nyoka yule wa kabrini, sijui makorokoro nyingi mno ambazo zipo kwa nini zipo sasa hivi katika mitandao Lakini tambua wazi hii ni istihzai. Istihzai tunafanyeje katika dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hakuna mtu hata mmoja katika sisi atakayeona e, au mwenye kuthubutu kuona thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala wala iqabu zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hatuna haki sisi kumithilisha kupitia filamu kupitia mitandao kupitia chochote katika thawabu za Allah au iqabihi au adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwachia hili Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu atakayefanya hivi, kufanya istihza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyu kafara, amekufuru, ametoka katika Uislamu, ametoka katika Uislamu ame, na iko mifano mingi ambayo tunaweza tukaileta, iko hai mifano, na kila mtu afuatilie hilo hilo jambo alipokisawasawa katika dini yakulu subhanahu wa taala. Mwenyezi Mungu anasema hivi kul abillahi wa ayatihi, sema e Muhammad, abillahi je kwa Mwenyezi Mungu, wa ayatihi na alama zake, wa rasulihi na mtume wake kuntum tastahziun Nyinyi mlikuwa mnamfanyia mzaha? Mlikuwa mnachukulia jambo hili ni jambo la mzaha? Hayo maneno siku hiyo ya kiyama, ambao watu walikuwa wakifanya istihza katika thawabu za Allah subhana wa ta'ala, watu wakifanya istihza katika moto Allah subhana wa ta'ala, wakifanya istihza katika dini ya wa Uislamu walikuwa wakichukulia ni jambo ambalo la kawaida lipo na litaishia papa duniani. Tazama Mwenyezi Mungu anasemaje, la ta'tadhiru, hamtopewa nyudhuru. kad kafartum bada imanikum, nyinyi mmekufuru hata kama baada ima, hata kama nyinyi mlikuwa na imani zenu duniani mmesha kufuru tena, hamtopewa nyudhuru ya kusema bwana, nirudi tena duniani nipate muda nitubu nifanye hivi. Huna tena, huna tena, huu muda Mwenyezi Mungu watasema makafiri mbele ya Allah subhanahu wataala, watasemaje? Ya laitani, mtu ataingiza majuto, ya laitani, ewe Allah, najutia kwa hiki kitendo nilichokifanya, natamani kuntu turaba, natamani kuwa mchanga kwa yale niliyoyafanya. Kwa nini binadamu au watu, sisi tumechukua dini ya Allah subhanahu wataala ni sehemu ya mzaha, ni sehemu ya mzaha. Hivyo kila mwislamu ajichunge katika matendo yake hajichunge na dini yake, asichukulie ni sehemu ya kuleta mizaha katika dini ya Allah subhanahu wataala. Hakika dini ya uislamu ni dini iliyokamilika, ni dini salama, ni dini ya haki, ni dini ya upendo, ina kila sifa zote katika Uislamu, ndiyo imejipamba nao Uislamu. Wallahu aala wa aalam, tuishie hapo. Insha allah tukija tutakuja kuelezea asabiu, eh, kichunguzi cha saba. Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh.